Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Sanaa Mwadhama tas Kardinali Lugambwa, washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, wapendwa mapadri wapendwa watao wa kike na wa kiume walioko hapa, wapendwa ndugu zetu waumini na nyinyi wana habari, tumsifu Yesu Kristo. yeah, yeah, yeah. Ifuatayo ni tafakari ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania teki juu ya yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi ishirini ishirini na tano. Utangulizi. mm -hmm.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 kwa familia zilizopoteza wapendo wao. Familia hizi zina maumivu, hasa wale wanafamilia walioona ndugu zao wakiuawa wa, na miili yao kuachwa nje na kunyimwa ruhusa ya kuwachukua ili kuwasitiri au kuwazika. Tunawapa hawa ndugu zetu pole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 Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu ishirini kumi na sita. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika utendaji. Ya tatu na baadhi ya mihimili ya dola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 Bwana Yesu anatufundisha nayo hiyo kweli itawale uhuru, Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Namba tatu, uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakao washirik, utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru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 Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Yohane sura ya 17, mstari wa 22. Hitimisho. Tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu kwani vifo huhamasisha vifo zaidi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 bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.